Mtu mwenye nia mbili hatapata kitu, hata afunge aombe. Ukiwa na nia mbili utapata chochote kwenye maisha. Shetani hapa hahusiki, shetani amekaa pembeni kabisa. Alafu kufanya maamuzi, watu wanafikiri ni rahisi. Ukitaka kujijua, ngumu kufanya maamuzi. Kuna watu wengi hapo, mkiambiwa mchague soda, hamjui soda ya kunywa. Mkikaribishwa nyumbani kwa watu, mko eh, unakunywa soda gani? Mnajibu nini? Yoyote. Simpo hapa Najibu yoyote. Maana hata soda tu hujui maisha yako. Kwa hiyo kuna watu hawajui kabisa wanachokitafuta kwenye maisha. Hawajui. Ukitaka Waafrika wapoteze muda wakienda restaurant wape menu ile ya kusoma. Ndio utajua kwa sababu shughuli ya kwanza inakuwa kuangalia bei, hawaangalii chakula wanaangalia kwanza nini? Bei. Lakini kuchagua chakula inakuwa muda mrefu kwa sababu watu wengi hawajui wanachokitaka, hawajui. Sasa na wewe kama hujui unachokitaka, unamzuia Mungu kufanya kitu kwenye maisha yako.